Tunakufahamisha kwamba wapiga kura katika wadi ya Kariobangi North hapa Nairobi wanaendelea kufika katika vituo vya kupiga kura katika uchaguzi mdogo wa kuchagua mwakilishi wadi mpya eneo hilo. Nam, wapiga kura 24,500 ndio wanatarajiwa kushiriki uchaguzi huo ambao umevutia wawaniaji 16 na uchaguzi huo unaandaliwa baada ya kifo cha Joel Munuve mwezi wa nne mwaka huu. Na kwa hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja mwanahabari wetu Seth Olale atufahamishe vile zoezi hilo linalo linavyoendelea. Kwako Seth. Na asante sana Rashid na Lulu, ni kwamba zoezi linaendelea kulingana na utaratibu na mikakati iliyowekwa, hatujaweza kutazama uh, tatizo lolote kulingana na shughuli hii uh, kulinganishwa na maeneo mengine ambapo ghasia ama vurugu uh, imeshuhudiwa hapa katika wadi ya Kariobang, Kariobangi Kaskazini. Uh, vituo vyote uh, 38 katika maeneo yote Uh, vituo hivyo viliweza kufunguliwa na kutekeleza kuanzishwa kwa shughuli ya kupiga kura, na shughuli hiyo inaendelea moja kwa moja shwari na hivi sasa hebu tu ni mwite hapa Abdi Roba ambaye ni msimamizi wa shughuli ya kupiga kura katika wadi ya Karobangi kaskazini. Hebu tueleze tu, kufikia sasa kuna ile voter turnout, ni jinsi uh, vipi uh, wapiga kura wameweza kujitokeza tangu tu shughuli ya kupiga kura ilipoanza rasmi mwendo wa asubuhi takriban, takriban saa saba kwa sababu tunapata the turn out in intervals of 2 hours ya saa tano ilikuwa around 20%, right now the figure is around 25%. Na tunatarajia pia wapigaji kura wajitokeze, kwa sababu wengine wameenda kazi na watarudi mapema kujitokeza kupiga kura, because tumefanya voter education vizuri, na hii wadi ni wadi nyingine kadogo, lakini iko na population, population wengi ambaye ni takriban

na kumekuwa na malalamishi yote kulingana na wasimamizi wako ambao vilevile wanatekeleza shughuli hii. Tumeweza kupata ujumbe kutoka baadhi tu ya, wasi, ya uh, wagombea kwamba wanawasiwasi kwamba kulikuwa na visa vya uh, ile tunaita bribery. Je, kwa maoni yako umepata malalamishi yoyote kulingana na pengine utoaji hongo kwa wapiga kura? Hatujapata malalamishi yoyote kutoka wapiga wagombeaji kwa sasa, na kwa sababu tuli, tuliweka utaratibu ya, ya, ya, ya mgombeaji ambaye ako na shida ama ama akona, akona malalamishi yote kutueleza, lakini kwa saa hii mpaka saa hii hatuja receive any complaint from the candidates. Na kwa sababu tu ni wadi ya Karobangi Kaskazini ambayo inajumuisha takriban wapigaji kura ambao wamesajiliwa elfu ishirini na nne na mia tano, pengine tu tuelezee katika shughuli ya kuhesabu kura itachukua muda mgani kwa ile experience au mazoea ambayo uko nayo, shughuli hii itakapoanza rasmi mwendo wa saa kumi na moja jioni, hebu tueleze tu itachukua muda gani hii kuhesabu kura? Itaanza saa kumi na moja na hii saa kumi na moja wagombeaji na wagombeaji kumi na sita na wagombeaji kumi na sita wote hata kama wamepata zero unafaa uhesabu, ukihesabu hiyo inaweza kuwa inachukua muda lakini, tunatarajia kwa sababu ni by election na position pia ni moja, tunatarajia to, part, to, to receive the result early enough, na tutakuwa na ushindi, kutangaza ushindi mapema kushin, kuliko ile ya elect, general election na tumeweza kuona kwamba kuna wale wapigaji kura ambao mbali tu na kupiga kura hapo awali vilevile vile wamesalia katika vituo vya kupiga kura katika vituo hivyo vyote themanini na nane katika wadi ya Kariobangi kaskazini. Maelezo kutoka tume ya uchaguzi IBC, ni nini haswa hasa wakati wa shughuli ya kuhesabu kura? tulikuwa na mkutano na wa, tunaita chief agent, tuliwa train, na baadaye pia tulikuwa na mkutano na, na, na wagombeaji na tulikuwa na voter educators, tulikuwa na stakeholders meeting. Tuliwaambia vizuri wananchi, akijitokeza kupiga kura anafaa apige kura aende nyumbani. Mtu ambaye anaruhusiwa kwa sheria ya kuchunga kura ni agents na, na, na candidates wote, na hao wagombeaji wote walikuwa wako na agent wao kwa kituo agent hawa wakuna type mbili. Type ya kwanza ni poll agent ambaye saa hii tuko nazo kwa polling station, awa ndio watashuhudia vile itasabiwa kura, na mwisho kimalizo kuhesabiwa kura before itangaze, nao pia wanaweka sahihi that walishuhudia mbele yao hii kura ilisabiwa na waka approve this result na wanaweka sahihi. Sasa wao wakikuja, kwa sheria kura inaanza na inaisha kwa kituo cha kupiga kura. Tukikuja nae Tallying Center ni kuweka tu pamoja, na tuna tuna, tuna, tuna Tallying Center pia tuko na chief agents na tulikuwa tumewa train hao chief agents kuchukua result kutoka polling station zao na wakikuja kura hiyo, result ikikuja sasa kwa Tallying Center tunahakikisha pamoja. Hii ni ile ulipata kutoka kutoka polling station. Once iko pamoja tunaweka pamoja na tunatangaza mshindi. Basi ni msimamizi wa kupiga kura katika wadi ya Kariobangi Kaskazini, Abdi Roba akitueleza kwamba ni maajenti pekee ambao watakubaliwa tu kufika katika uh, eneo kuu la kuhesabu kura, yaani uh, ward tally center hapa katika shule ya upili ya Our Lady of Fatma katika eneo la Kariobangi kaskazini na kumbuka kwamba tayari wagombea wote kumi na sita ambao wamejumuishwa katika zoezi hili tayari wamepiga kura wakiwemo mgombea um, kupitia chama cha DCP ambaye ni David Wanewike ambaye aliweza kupiga kura katika shule ya sekondari ya Kariobangi ya wasichana yani Kariobangi Girls, na vilevile vile mgombea wa chama cha ODM ambaye ni Michael Ouma aliweza kupiga kura hapo awali katika shule ya msingi ya Kariobangi yani Kariobangi Primary, na tutakuwa tuna kita kambi hapa katika uh, wadi hii ya Kariobangi kukuletea moja kwa ma, moja kwa moja jinsi shughuli ya kupiga kura itakapokamilika mwendo wa saa kumi na moja jioni, na shughuli ya kuhesabu kura itakapoanza wakati huo hadi tamati. Rashid na Lulu. Na shukrani sana Seto Lale kwa kutueleza kilichoendelea na kilichoendelea katika maeneo hayo, lakini kwa hivi